Unaona hii makamba yenyewe yanatengenezwa anga tukiekea hii mamosi, mang'ombe yetu hii manono mno. Unaona hii makonge. Makonge ndio inaunda kwa aina inakudunga kwa baba. Sasa imejua hii inaangalia wanga vizuri vizuri bwana. Hii usifanye kudunge udunge. Hii ndio inatengeneza oh, makamba bwana.

Wacha kushikashika hivyo bwana. Unajua mimi nimezoea. Ndio maana nashikashika. Mimi usinishike kwangu bwana. Mimi moto nilisoma bwana. Ayuende tu, ayuende tu Kenyatta University. No, ye, Andai ye, na sidio. Eh. Sasa usikuwe na, usikuwe na wasiwasi. Eh, sawa baba. Eh, sawa. Asante sana. Eh, nakupenda, nakupenda pia. Asante.